Kwa uchambuzi kuhusiana na taarifa hizi za kimataifa naungana na Ibrahim Rahmi. Karibu sana Rahmi. Shukran sana. Na tunaanzia na hila Urusi ambapo uh, Urusi yenyewe imeziomba Marekani pamoja na Iran kuvumiliana hasa katika kumaliza na kukaa katika meza ya mazungumzo. Yani kweli <coughs> Urusi imezungumza hilo hasa, unajua unawaza una kuwa Urusi yeye anaombwa upande wa pili akae na ndugu zake wazungumze, na yeye anawaomba hawa wakae. Yeye ana mwaka wanne sasa wameshindwa kukaa kwenye meza kuelewana na wenzake Ukraini, lakini anawaambia hawa wenzake kaeni kwenye meza, katika kile ambacho kinaonekana. Unajua hili atakuambia kama kungekuwa na mgogoro kati ya Iran na Marekani moja kwa moja, yani umgogoro ungehusu Marekani na Iran moja kwa moja, basi suluhu ingekuwa imeshapatikana muda mrefu kama huu mgogoro unaoendelea ungehusu Marekani na Iran tayari suluhu ingekwisha, lakini pembeni ya Marekani kuna Israeli ambaye Israeli ndio anatoa shinikizo kwa Marekani hasa akiwa yeye ni mshirika wa kimkakati wa Marekani mm -hmm. Kwa Mashariki ya Kati. Kwa sababu ukirudi nyuma hata wakati wa Barack Obama, wakati Iran iliingia makubaliano yale ya mwaka 2015 JCPOA utaona kuwa Marekani wala hakuwa na madai yoyote makubwa mengi kwa Irani yani, alikuwa tu madai nyuklia na nini, lakini presha kubwa ilikuwa inasukumwa ilikuwa inatoka Tel Aviv kuipa Marekani kuwa hiki, hiki, hiki. Lakini kuna kitu ambacho kiko wazi kuwa Israeli kwenye swala la Irani na Marekani, Israeli wao wanachagua moja kuwa hawataki mazungumzo, hawataki mazungumzo. Yani, Israeli wanaamini nguvu na uwezo wa Marekani kuwa unaweza ukamaliza kabisa ule utawala wa Irani. Kwa hiyo shinikizo lililopo kwa Israel kwa Marekani ni kuenda vitani tu kati ya Marekani na Irani moja kwa moja. Ndio maana hata utawala wa Irani mara kadhaa unazungumza kuwa unasema kuwa Israel inailazimisha Marekani kuivuta kwenye vita iende ikapigane vita, kwa sababu mazungumzo ya aina yoyote ya, ya kidiplomasia hivi sasa yatakuwa na ishara moja tu kuwa uwepo wa serikali ile ile ya Iran ambayo Israeli hawaitaki, uwezo wa makombora ni ule ule na uwezo wa kujilinda ni ule ule. Sasa hilo hawalioni kama ni sahihi. Wao wanatamani na wanaamini uwezo wa Marekani ni mkubwa sana. Kama Marekani itafanya mashambulizi ya Iran ikaivuruga Iran, wao wakamalizia kile ambacho wanaona kuwa ni lazima utawala uwepo. Na ndio maana ajenda yao kubwa imekuwa ni regime change ndani ya Iran wefikiria kitu kimoja. Donald Trump wakati anatoa maonyo ya awali kwa Iran katika kipindi cha maandamano alikuwa anaashiria kile anasema kuwa wanawaua waandamanaji. Nadhani ilikuwa onyo la waandamanaji wakiwaua tuta, akasema kama watawanyonga tuta. Sasa vyote havipo, Marekani anakuja na dai jipya kuwa Iran aje akae kwenye meza tuzungumze kuhusu nyuklia. Kwa hiyo unaweza mm -hmm. ukaielewa ajenda kuwa ajenda haikuwa waandamanaji, ndio maana katika mazungumzo ambayo Trump anataka kuwavuta Irani waje wakae kwenye meza, kuna ajenda mbili: tunataka nyuklia yenu, udhibiti wa nyuklia yenu na makombora yenu. Ajenda ya waandamanaji haipo tena, wala ajenda ya raia wa Irani tena, kusema kuwa uko kwenye serikali wanaonyanyaswa, serikali wanaonewa, haipo. Na sababu hasa ni nini? Sababu kubwa ni kile ambacho kinaendelea, nimekwambia hapa awali, kati mm -hmm. ya Israeli na Iran. Yani, huu mgogoro ni wa Israeli na Iran. aliwahi kuhoji Eh, huyu mwanaharakati wa Marekani aliyeuawa mwaka jana mwezi Septemba, Charlie Kirk. Charlie Kirk alikuwa ni mfuasi sana wa Israeli na kutetea sera za Israeli. Sasa karibuni kabla ya kuuawa kwake, nadhani alibadili sana toni kuzungumza kuhusu Israeli. Moja ya swali alilowahi kuuliza wakati wa mgogoro ule wa Julai vita ile ya 12 days war, kwa sababu Marekani ilipeleka msafara mkubwa sana wa silaha kwenda Irani wakashambulia, walienda na ndege zaidi ya mia moja wakapeleka vikosi, kwa hiyo gharama ilikuwa kubwa. Charlie aliuliza hivi, Irani ametutisha lini, lini? Yani anauliza Irani aliitisha lini Marekani uh, au Irani amekuwa lini tishio kwa Marekani? Akauliza kwa nini tunatumia gharama kubwa sana kwa ajili ya kumdhibiti Irani kwa faida ya Israeli. Nadhani tone ilibadilika na ndio maana kifo chake Charlie Kirk kilihojiwa sana na hata Netanyahu mara kadhaa alikanusha Israeli kuhusika na kifo chake cha Liki. Kwa hiyo kuna hilo kuwa hakuna tishio kati ya Marekani na Israel la moja, la, la, yani tishio kati ya Marekani na Irani moja kwa moja, ila tishio lililopo ni kati ya Israel with Iran wote kutafuta ukubwa wa mashariki ya kati. Irani iliyokuwepo wakati unaanzishwa Israeli ilikuwa ni Irani ile ya kina Pahlavi, kina Shah moja ya nchi ya kwanza kabisa Mashariki ya Kati kuikubali Israeli ilikuwa ni Iran. Iran ndio ilisapoti Israeli wakati inaanzishwa 1948, lakini mabadiliko yalivyokuja kutokea ya mwaka, unajua mabadiliko yalitokea mwaka 51 tu 53. mm -hmm. Iran walifanya mabadiliko ya kuondoa utawala wa kifalme, wakamweka waziri mkuu Muhamed Sadiq, waziri mkuu wenyewe wanaodai kuwa waziri mkuu wa kidemokrasia kabisa aliyechaguliwa mwaka 53 Marekani wakampindua waka waziri mkuu wakamrudisha Pahalavi na watu wake akarudi kuendelea kinasha wale. Kwa hiyo mpaka sabini na tisa yalivyokuja mapinduzi ya Kiislamu yakafuta kile ambacho wanasema kuitambua Israeli. Kwa hiyo kuanzia mwaka sabini na tisa Irani hatambui uwepo wa taifa la Israeli na mpaka leo Irani huwa hawaisemi, yani huwa hawa, hata wakiandika andiko lao huwa hawahitaji Israeli hmm. Wanasema Palestina inayokaliwa yani hawakubali uwepo wa lile taifa. Sasa ukubwa kama Irani anakwenda kumiliki nyuklia kama Irani anaenda kumiliki uwezo. Kwa hiyo ukiangalia jiografia utaona Israeli ni kauli ile ya bwana Trump anayosema kuwa ukitazama ramani ya mashariki ya kati utakaona ka Israeli ni kaeneo kadogo sana ukilinganisha na wenzake. Sasa utaona Irani ni kitu kubwa sana, kwa hiyo ukubwa wa Mashariki ya Kati mm -hmm. unaomnyima raha kabisa Israeli ni ukubwa wa Irani sio wa Uturuki. Licha ya kuwa ukiangalia kwenye renki utaona Uturuki inaongoza Irani Israeli yani kwenye ukubwa wa majeshi, lakini tishio la Uturuki kwa sababu Uturuki ni NETO ambaye anadhibitiwa na Marekani hawezi kumsumbua Israeli. Sasa Irani ambaye hayuko kwenye fungu letu ndio shida ndio maana ugomvi mkubwa uliopo sasa si kati ya Marekani na Irani, ugomvi mkubwa uliopo ni kati ya Israel na Irani. Sasa Marekani anasukumwa na Israeli kutekeleza anayoyatekeleza. Sambamba na hilo, uh, kule umoja Ulaya wa Ulaya wenyewe wameweka vikwazo kwa maafisa kumi na tano wa ngazi za juu akiwemo uh, kutoka jeshini na maeneo mengine. Unadhani vikwazo hivi ambavyo umoja wa Ulaya vimeweka vina, vina uzito kiasi gani, hasa kutimiza azma yao? Nadhani kuna taarifa imeongezewa alfajiri ya leo ambayo walikaa usiku ni, wameweka vikwazo shirika zima, yani jeshi zima la IRGC wameliteua kuwa kundi la kigaidi, yani acha au maafisa waliowawekea awali, lakini wameweka IRGC nzima. IRGC ndio muhimili wa ulinzi wa Irani, muhimili wa serikali ya Iran. mm. pro programu ya nyuklia na ya makombora yote iko IRGC. Kwa hiyo wameiteua kama kundi la kigaidi ambao inakuwa sambamba sasa, hapo unaweza kusema kama vile wanasema Al-Qaida ISIS na vingine. Kuna kitu kimoja ambacho huwa ninakizungumza mara kadhaa, huwa hatutetei yoyote lakini tunapenda double standard iondoke. Juzi shirika la habari la Urusi, TAS, lilitoa taarifa kuonyesha uthibitisho wa maandamano ya ndani ya Irani, ikatoa taarifa kuwa kuna watu waliouawa ndani risasi zilizotolewa kwenye miili yao zilikuwa ni risasi ambazo za Israeli. TAS, shirika la habari la Urusi, linathibitisha taarifa kuwa risasi zilizokutwa kwenye miili yao ni za Israeli. Sasa unakaa unajiuliza kuwa hawa waliuawa na nani? Katika ripoti ambayo inathibitishwa sasa na pande zote mbili kuanzia uh, uh, pande ya ndani ya Irani na nje, hata vyombo vya habari vya Magharibi vinathibitisha vifo pia vya wana usalama wa ndani wa Iran, tena wengi zaidi, kuwa zaidi ya mia tano wameuawa. Ukichukua namba ya ya waliokufa wote na waandamanaji zaidi ya elfu tatu na kitu, unaona namba ya vifo vya wanausalama iko juu ya mia tano unajiuliza nani aliwaua? Kwa hiyo ndani yake kulikuwa kuna makabiliano ya silaha, yani jibu linakuja tu kuwa ndani kulikuwa kuna makabiliano ya silaha. Sasa aliyelisukuma hili la IRGC yote kuwekewa vikwazo na kusukuma kwanza Ufaransa alikuwa hataki, lakini akaja akakubali. Ni Italia, Italia waliliingiza hili. Ntakurudisha nyuma mwaka jana, mwezi Septemba au Oktoba, EU walipokaa Slovakia. Slovakia na Hispania walianzisha mpango wa kusema kuwa kinachofanywa na Israel ndani ya Gaza lazima EU iweke vikwazo kwa IDF. Italia ndio nchi ya kwanza na Ujerumani iliyokataa ikasema hatujajiridhisha kinachofanywa na Israeli kinastahili kuwekewa vikwazo. Ndio hapo ninaposema kuwa kuna double standard: vifo elfu tatu, vifo elfu sabini na moja, vifo elfu ishirini vya watoto wa Gaza ambao vinathibitishwa na mashirika ya Umoja wa Mataifa, Madaktari Wasio na Mipaka wa Uingereza na Marekani mara kadhaa wamethibitisha vifo kwa watoto wa Gaza wamepigwa risasi kichwani. Nitakukumbusha mwezi Julai kikosi kimoja cha Israeli kinaitwa Golani kilihusika katika vifo vya watumishi wa Umoja wa Mataifa 15 na taarifa ikaja ikathibitisha, na video ikaja ikathibitisha, ambapo awali Israel ilitoa taarifa ikasema walikuwa wametutishia wakati wanakuja na gari yao. Baadaye kuna moja ya madaktari alirekodi lile tukio, ikaja video ikaonekana kuwa waliuawa kikatili kabisa. Sio EU, sio Marekani, sio nani aliyekubali kuweka vikwazo kwa IDF, akasema no, no, mpaka tujiridhishe waandamanaji elfu tatu na, na, na, na, na maafisa wa usalama wa Irani mia tano aiyarajisi nzima shirika la kigaidi unakaa. Kwa nini kuna double standard, yani double standard kwa nini inakuwa, yani ule undumi la kuwili? Kwa sababu tuchukue kuwa wakati umeanza mzozo wa Urusi na Ukraini, within one week tayari Urusi alikuwa ametolewa UEFA, FIFA, kila kitu alisukumwa pembeni kuwa huwezi mashindano ya Euro, Eurovision alishaondolewa ya Ulaya tunazungumza mwaka wa nne sio UEFA sio FIFA sio mm -hmm. Nani ambao wamekubali Israel amehusika, wanasema haya maswala ni ya kisiasa, lakini kwa upande mwingine mbona mnachukua hatua kwa upande mmoja? Hapo hapo mahakama ambayo inaheshimika duniani ya ICC ambayo mara kadhaa na dunia inaunga mkono. Nilikuwa nimsikia nani senata Lindsey Graham eh, alihojiwa siku moja, anaulizwa kuwa unadhani ni sahihi kwa mahakama ya ICC kumtia Putin hatiani kwenye kadhia yake akasema, ni sahihi kwa sababu Putin aliyoyafanya ndani ya Ukraine yako wazi. Akaulizwa je, Netanyahu? Akasema mimi sio, uh, mimi sio mwanasheria. Yani upande wa pili wa Putin hakuwa mwanasheria, alijibu kwa yes, ana haki ya kukamatwa. Lakini ilivyokuja kwa Netanyahu akasema mimi sio mwanasheria siwezi kuelewa hilo. Kwa hiyo unaweza ukaelewa kile kinachofanywa na EU na wale washirika wengine kuwa tunaishi kwenye ulimwengu wa double standard. Unajua, kama kama kungekuwa nachukuliwa na hatua upande zote hmm. Hakuna ulimwengu ungelalamika kuwa mbona huyu mbona huyu kwa nini upan... yani tunazungumza mwaka wa tatu hakuna single sanction hmm. Imekwenda kwa Israeli kwa yote yaliyotokea, lakini swali langu lilenga hasa kufahamu vikwazo hivi ambavyo vinawekwa mfano na uh, Umoja wa Ulaya vina nguvu kiasi gani hasa katika kushawishi uh, kile ambacho wanatazamia, vikwazo vinaenda kuleta athari tu ya kile kile ambacho wao wanakizungumza, kwa sababu wao wanazungumza, wanasema kuwa serikali ya Irani inanyasa na raia wake inawaminya uchumi mgumu na kila kitu. Sasa serikali ya Irani inajitahidi ijaribu kutatua matatizo, ikiwemo kile kilichoanzisha maandamano. Kilichoanzisha maandamano ni hali ngumu, uchumi kuporomoka. Kwa nini? Kwa sababu mbele mmezingira Irani, ana rasilimali mafuta na gesi, anataka atoe ile rasilimali yake apeleke sokoni auze ili ahudumie watu wake. Nyinyi mmeziba kuwa hatukuruhusi kuuza wala nini, atawalisha nini hawa? Halafu wakati huo huo mnasimama nasema kuwa sisi tunatetea. Juzi kulikuwa kuna mjadala mkubwa ndani ya Irani kuwa Marekani imerudisha raia wa Irani waliozamia kwenda Marekani, yani wamerudishwa. Baadhi yao ni wale walioenda kuomba hifadhi baada ya kusema kuwa tuko kwenye tishio baya kwenye nchi, na wao Ulaya na Marekani wanathibitisha kuwa ndani ya Irani hakuna utulivu na serikali inanyanyasa raia. Kwa hiyo wale raia ambao walikuwa wanapinga serikali walikimbia Irani wakaenda marekani na kwingine marekani inawarudisha ndani ya irani sasa unakaa unajiuliza ni kweli kuwa marekani ina ulaya wanatetea raia wa irani au kuna ajenda gani nyingine sijui umeelewa kuwa hawa watu wanakimbia madhila wanakuja kwenu mnawarudisha kule ambako mnaamini kweli kuna shida nyinyi mnatetea hawa au ndio kile nilichoku, niliwahi kukuambia hapa hili la kuwa mm -hmm. ajenda venezuela ya trump leo imeondoka ya kuwa serikali ya Venezuela ilikuwa ikinyanyasa raia iki, um, iki, kila kitu haipo. Leo wanazungumza kuhusu mafuta. Iko wapi hiyo ajenda ya raia ambayo wa Venezuela walikuwa nayo? Ndio sawasawa na Irani, kuwa raia wa Irani wapo kwenye kipindi kigumu, uchumi mgumu, kila kitu kimedondoka. Sasa serikali yao inajitahidi angalau ipate chochote iwape, nyinyi mnaizuia mna, m, hatutaki, tunataka watoto watoto wako wafi na njaa, halafu unasema unawatetea wale watoto. Nini ya, yani sio, umeelewa Yani nini mnachokitafuta kwao, utaelewa kuwa ajenda yenu sio hiyo mnaotwambia. Ajenda yenu ni nyingine tofauti kabisa na kile ambacho mnachokizungumza. Kwa hiyo mm -hmm. Kama ulimwengu ukitoka kwenye double standard, mbona tunaishi vizuri tu. Juzi hapa, sorry, nitatoka kidogo pembeni. Juzi hapa tulikuwa tunaangalia mechi ya mpira, unakumbuka finali ya ya ya Morocco na na na Senegal. Kwa nini watu walipanic? Watu walipanic baada ile penalty, sio kuwa haikuwa penalty, ilikuwa ni penalty lakini walipaniki kwa sababu kuna goli lilifungwa, halafu nyinyi hamkwenda hata kuhakikisha kama refari angekwenda kutazama halafu akasema sio goli It's okay. Mm -hmm. Na angerudi angetoa penalti ilikuwa sawa. Lakini kwa nini vya kwetu hamtaki hata kufikiria tuangalie, ila vya kwenu mnataka kufanya maamuzi. Nadhani shida iko hapo. Tumalize na hili la uh, waziri mkuu wa Uingereza kwa kifupi uh, anafanya ziara kule China na miongoni mwa vitu ambavyo amezungumzia hasa Uh, ni hatua zilizopigwa na taifa hilo ni katika naweza kusema katika kujinasua kwa, nadhani ulisoma taarifa ya Fredrick mes eh? mm -hmm. ilikuwa inazungumzia kuhusu hiyo. Hivi sasa Ulaya, naweza nikarudi kwenye hotuba ya Zelenski ya wiki iliyopita, alivyokuwa anaongea kwenye mkutano wa Davos aliwashambulia ndugu zake wa Ulaya akawaambia, dunia inakuja kwenye mabadiliko makubwa na nyinyi mnapitwa Yaani hampo katika yale mabadiliko kwa sababu inaonekana mabadiliko haya ya ulimwengu yatahusu China, Urusi na Marekani. Nyinyi Ulaya mko wapi? Yaani hamna umoja wowote wa kwenda. Kwa hiyo tuna kipindi ambacho Ulaya sasa wana, naweza kusema Ulaya wanatafuta uhuru. Kuna wakati unaweza kaamini kuwa ni nchi huru, lakini sasa kuna wakati wanaweza kugundua kuwa wanatafuta uhuru wao. Uhuru wa namna gani? Uhuru wa kila kitu. Uchumi wa Ulaya na usalama wa Ulaya ni mali ya Marekani. Yani, maamuzi ya uchumi wa Ulaya na maamuzi ya usalama wa Ulaya iko Marekani. Sasa tayari Trump kama kawafungia vyo, hana time now. Amewaburuza kwenye Greenland, kwenye Urusi na Ukraini hawakaribishi hata kwenye meza tayari, wana tishio la kudondoka kweli kweli, ndio maana Rais Macron alivyokuzungumza kwenye mkutano wa Davos akasema kuwa Ulaya iko wazi, tunafungua masoko yetu, tunakaribisha. Maanake kuwa hata China karibu nani, kipindi ambacho walikuwa wameyadhibiti masoko yao hayafikiwi kirahisi, leo hii wanafungua. Ndio sababu hiyo ziara ya Keir Starmer kwenda China, kuwa tunataka tuungane na dunia ambayo tulikuwa tumeitenga muda mrefu, baada ya kuwa tuko backup ya Marekani. Sasa Marekani hivi sasa hayuko na sisi, ndio hicho ambacho kinachotokea.